Dadangu Hamisa, najua kwa sasa uko kwenye ndoa yako, watu wanakusema sana sana tu, na wengine wanaumia pia, lakini kumbuka dada angu, we ndio funzo kwa sasa kwa madada wengine. Nani alizani kwamba utakuja kuolewa ukiwa na watoto, tena watoto wawili. Lakini umepata mtu aliyekupenda ndani ya roho yake, ndani ya nafsi yake, ajajali kwamba umezaa na nani, uliishi na nani, ulilala na nani, lakini yeye akakupenda tu hivyo ulivyo mpaka akakubali akakuoa, tena harusi ambaye imejulikana nchi nzima. Dada wangu, tulia, tulia. Wengi kwa sasa wanasema mtaachika tu, utaachwa tu. Usikubali na usisikilize maneno ya watu. Wacha waseme, sikiliza kwa huku, toa kwa huku, maana siku zote wanadamu hawezi akakutakia mema. Binadamu anawaza tu, lini utaanguka, lini utalia. Dadangu, haya ambaye mimi nakwambia, weka sana akilini, weka sana kwenye ubongo wako. Nawezekana nikajifanya na kuja kwako nikakuhonga magari manyumba, lakini mshoe na kutumia na kuacha. Sijali kuhusu pesa, kwa sababu nitatafuta zingine. Tulia, fanya biashara yako ambayo unafanya, ingiza pesa yako na utulie, kwani yale ya kuhongwa naye ambayo unatafuta ina utofauti gani? Mume wako naye anatafuta. Naishi dadangu, hatutakiani mema katika dunia hii, na usiwaiishi ukisikiliza wanadamu wanasema nini, ila ishi kwa kusema, Mungu nisaidie niweze kufika sehemu ambayo ulinipangia dadangu. Mimi nakuombea sana, nakuombea sana dadangu. Hamisa, usisikilize maneno ya watu. Kama unanielewa naomba unielewe, na usiponielewa, ipo siku utanielewa. mm-hmm.